Karibu sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr Paul Nelson Mwaipopo, hutokea Mwanza. Nakuletea mada inayosema mwanamke anavyoweza kupima ukubwa wa dudu la mwanaume kabla ya kufanya naye mahaba, mwanamke anavyoweza kulipima dudu la mwanaume kabla hawajafanya mahaba. Mada hii imetokana na kaka ambaye amekutana na kesi naofanana na hiyo. Huyu kaka alishakuwa na mke mke, wakamwacha, wamezaa mtoto mmoja, wakaachana. Kapata mpenzi, sasa kapata mchumba na wanafunga ndoa hivi karibuni. Sasa kabla siku hazijafikia za kufunga harusi wakawa wanafanya mchezo wa kuchezeana chezeana, nyinyi mnaita romance, lakini sisi hatuita romance, ile tunaita foreplay, wanaita hakuna jina fulani la kitaalamu la Kiingereza, playing around wanashikana shikana, playing around, yeah. <laughs> Sasa mwanamke akajua kwamba anashikana na mwanaume kwa design kama hii lazima dudu litasimama. Sasa kweli dudu likasimama, lakini yule dada alipolishika na kulipima, Kiswahili chetumia huyu kaka akasema alikuwa ananikagua. Kiswahili chetumia huyu kaka, wakati naongea naye, alikuwa ananikagua ukubwa wa dudu langu. Mwanamke akashtuka, tunaelekea kwenye ndoa, lakini sina uhakika na hiki chombo hiki chombo sina uhakika kwamba kweli kitaweza kunipa raha ninayotarajia. Sasa katika ni ulimwengu huu ambapo mwanamke ule naye shatembea na wanaume wawili watatu wanne kabla yako, kuna vitu lazima tukua na linganisha, upende usipende, ndivyo kila mwanadamu ilivyo, lazima tulinganishe. Sasa nimefanya tafiti ya mada hii na inaonyesha kabisa kwamba kuna wanawake ambao wanaona umuhimu wa hili jambo, na ningependa niwalete shule hii kwamba ni muhimu sana uangalie kama kweli wewe mwanaume na mwanamke unapenda starehe sana ya tendo la ndoa na mwanaume uliyenaye, hiki kipengele cha kukiangalia bila ya kufanya dhambi <laughs> ya kutiana sawa. Nasikiliza huyu mwanamke, sasa hivi, chini ya inchi tano pointi tisa yani inakaribia sita, mwanaume simkubali, sikubali kupoteza muda wangu na kuwekeza nguvu zangu halafu siku ya kufanya naye nakuta kidudu cha mtoto. Ni mwanamke mmoja niliyomhoji. Mwingine akasemaje? Akasema hivi, wanawake ambao wanaishia denda tu ndo, alafu wanaingia kwenye kufanya tendo la ndoa, ndio wanaolia kwenye ndoa zao. Mimi lazima nimkague kwanza kabla sijafanya naye. Kaya, dada mwingine ambaye nimemtafiti huyu akasema hivyo. Dada mwingine akasema hivi hmm, mimi nawaambia na wanawake wenzangu, nawaambia na wanawake wenzangu, kamwe usifanye mapenzi na mwanaume na mwanaume kabla hajakufikisha kileleni kwa mikono kali. Akasema hivi, kamwe <laughs> usikubali kumvulia chupi mwanamke, mwanaume, kamwe usikubali kumvulia chupi mwanaume kama hajawahi kufikisha kileleni kwa mkono mwanake huyo anakuthibitisha kwamba hajui kumwandaa mwanamke. Kwa hiyo utaingia ndani ya ndoa utafika kileleni ngo tabakia tu kusikia stori za wenzio, mwisho unaanza kuchepuka. Anasemaje? Hiyo ndio njia sahihi ya kuchuja mwanaume atakayekupa utamu maishani mwako mote, au na atakayekusumbua tu na kukukujolea alafu anakuacha hivyo hivyo, wewe usikilayo yote Asema hicho kitu cha kuepuka sana. Maisha bwana ni kufurahia bwana. Sio unaenda kaburini hata huna hata kumbukumbu ya utamu. <laughs> Madamu mmoja kutoka Iringa anasema daktari, nikiwa kwenye ndoto na hata nafika kileleni. Lakini nikifanya mapenzi na mume wangu siviki. Nikiwa kwenye ndoto mpaka natamani ndoto natama ijirudie. Haleluya. Haya, asikilize mwingine anasema daktari, mimi huwa natumia mkono <laughs> wangu kama kipimo. Tunaanza kuchezeana dudu lake likisimama, naweka kiganja changu. Kiganja ni kuanzia hapa mpaka huku kwenye vidole. Naweka kiganja changu, naweka naangalia urefu. Naenda nikifika nyumbani, nitapima kiganja changu kina urefu gani, amefikia wapi kwenye hiki kiganja. Sasa naweka kiganja changu kuanzia eneo la shina kwenye kichwa napako ndoko, mwisho wa vidole vyangu, nikijua ana bamia na delete namba, alafu na block hakuna <laughs> majadiliano na delete tu namba a a, utajua mwenyewe huko ukakutana na washamba. Haya, mwingine anasemaje, mimi njia nzuri huwa naanza kupima urefu wa kiganja changu mwenyewe, toka mwanzo hadi kwenye vidole, kisha jua kwamba ni nchi ngapi sasa najua hapa akiishia hapa, nitajua inchi ngapi. Nikisha chemsha chemsha na kuona dudu lake limesimama, alafu liko chini ya inchi sita, naondoka hapo hapo na kilio, kama vile nimefiwa, maana tayari nilikuwa nimeshampenda, lakini siwezi kuvumilia kidudu cha mtoto mdogo kilichomo kwa mwanaume, kinatia kinyaa. <laughs> Haya, mwanamke mwingine akasemaje? Hmm. Kumkagua kunasaidia jamani. Ukiona mnachezeana lakini inachelewa kusimama, jua ana matatizo ya nguvu za kiume huyo. Huyo atakusumbua. Huyo ni kama vile tapeli. Mimi, mwanamke mwingine ndani, maoni ya wanawake jamani. Mimi nakupa story. <laughs> Mwanamke mwingine akasemaje? Akasema hivi. Wanawake wengine wanasema ah, hawajali kama mwanaume anabamia au anatango ili mradi tu mwanaume awe ana pesa. Nikiwa na rafiki kama huyo, naachana naye haraka sana, maana anaweza kukuuza ili apate pesa. Yaani usikubaliane na mwanamke anayekubaliana kwamba mwanaume mwenye kibamia akiwa na pesa, basi angalia pesa tu, acha acha kuangalia utamu, yaani uchepuke ukapate UKIMWI. Haya, mwanamke mwingine akasemaje? Wanawake wanaosema kuwa hawajali ukubwa wa dudu mwanaume hawajui wanachokiamini. Mimi pia nilikuwa nasemaga hivyo hivyo, maana wanaume niliokuwa nao walikuwa na matango tango, na niliachana nao nikampata mwenye bamia do. Dokta, niliumia kweli, yani yani nikajikuta jamani, ee, ee, ee, ee, ee, ee, cha mtoto. Aha, mimi sio mtoto. wanaosema kwamba hawajali saizi wajakutana akibamia halisi watajuta ndani ya ndoa jamani. Nimekaribia mwisho, sorry, sikaribia zinaisha hapa, sawa. Mwingine akasemaje? Nenda naye sumimpuru mkaogelee, ambaye tukachupi si utaona kadudu kake kaliko huko, amesinzia naye kwenye sumimpuru, kaogelee naye utamgundua huko huko kwamba anakibamia wavipi. Mwingine akasemaje? Mimi nilimpima mchumba wangu tukiwa tunachezeana, nikaona ana kadogo sana. Nikamwambia, nikamwambia hadi marafiki zangu, jamani, Fredi karudi kake kadogo kweli jamani, mnishauri vipi? Niachane naye au vipi? Nilikuwa nampenda sana lakini sikufuata mashauri ya wazangu walioniambia kwamba niachane naye. Tukaanza kufanya mapenzi, kumbe nilikosea kupima. Ilikuwa ndogo kwa sababu ilikuwa haijasimama, yes, vizuri ilifanya haraka kupima kabla hajachemka na kusimamisha vizuri. Unaona muhimu wa kupima vizuri, sawa. <coughs> Ah, sikiliza mwingine huyu. Mwingine anasemaje zisobakia ni tamu kidogo. Mimi nilishakuwa na mpenzi kwa kimacho, ukimwangalia kimo chake unamwona ni mrefu wa kimo, sawa lakini ni mfupi kwenye dudu lake. Dudu linakuwa dogo. Nimesha deti na kama wanaume wanne warefu, yaani wote nikakuta wana kidudu cha mtoto. Historia yangu ni ndefu dokta, nimedeti na wanaume tisa katika mji huu, miaka yangu ishirini na sita. Wanaume tisa, wanaume miaka ishirini na sita, kwa hiyo watano wanne walikuwa na warefu, lakini mwingine akasema hivi, daktari, nimefanya kazi na daktari anayeitwa endocrinologist. Ni kweli kabisa wanaume wengi warefu wana vidudu vidogo. Mwingine akasemaje? Namalizia hiyo ya mwisho: nimefanya utafiti kama mwanaume ni mrefu, lakini miguu yake yani, kwa viatu vyake anavyovaa na vyenyewe pia ni vikubwa ambao huyu anabamia, lakini ukimuona ni mrefu alafu miguu yake ni midogo, huyo ana tango. Sasa napenda niwaambie wanaume wenzangu sawa, aa, niwaambie wanaume wenzangu ukweli nyewe ni kustawa, kwamba wanawake wanalinganisha, na ni rahisi sana kwa mwanaume mwenye dudu dogo kuachwa au kusalitiwa kuliko yule mwenye dudu kubwa na asilimia kubwa ya wanawake wanatamani ngalau mara moja tu wakutane na dudu kubwa kabisa kama wale unaoyaona kwenye picha zile za za uchi. Sasa kwa nini nazungumza hivi? Nazungumza hivi kwa sababu gani, huyu kaka ambaye ameleta mada hii ameshaliwa hela ndefu sana na madaktari wengine ambao ni mabingwa ambao wana Tamba sana kwenye wanakuwa na vipindi kuja na TV na nini na nini, kalio hela ndefu sana kutafuta dawa hii ya kuongeza. Kwanza kuna mtu ambaye nilimpa dawa hii imemsaidia kuongeza ukubwa, yani dawa haiwezi kuongeza urefu zaidi ya inchi tatu. Ndio, kamwambia bwana, sikilize Dr Mwaipopo, sikilize Dr Mwaipopo, akafuatilia kwenye video zangu akasema huyu kweli anachokiongea naona kina ushahidi, akaingia kwenye page yangu ya Instagram, akaona shida za wanaume ambazo screenshot ambazo nimeweka pale, nimeshamtumia dawa, sasa hivi iko barabarani inaelekea mkoa fulani wa kama mikoa mitatu kutokea hapo Mwanza, kalipa hela yake tayari na kalipa hela nzuri, ni kaniongezea nyingine, ni cha juu, nimwambia sabini na tano ya karusha 80. <laughs> Anyway, hili ni jambo la msingi. Wewe ni mwenye hasira, hujui kumbeleza mwanamke hata kumtoa outing hujui, bahili, hata kumtumia mwanaume mwanamke zawadi huna, unakuwa utatombewa. Utatombewa, karibu na mke wako hapa na pale, unajua kumsifia sifia na nini, unajua kuunganisha vizuri fresh

anaweza kausha ile maji itakwenda kwenye Instagram. Kwa hiyo ni video nyingine ambayo inakuja na maelekezo yake mengine ya ziada. Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Kama unaangalia kwa mara ya kwanza, tafadhali sana jisajili, ili nitakavyoka video nyingine uweze kupata taarifa haraka sana. Kama unataka video za mafundisho ya jinsi ya kumwandaa mwanamke na nini, au unataka dawa hizo, tuwasiliane, namba zangu nakuandikia hapo chini. Huyu ni Dr Paul Mwaipopo, bye.